Kuelekea maandamano ya Disemba tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano yanayoratibiwa na makundi mbalimbali yanayotaka mageuzi katika taifa la Tanzania. Umoja wa Mataifa UN umetoa tamko na kuihasa pamoja na kuitaka serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba inalinda haki za binadamu na kutokiuka haki hizo, na huku ikiitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuwalinda waandamanaji siku ya Disemba 9, 2025. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani ripoti za ukiukwaji mkubwa na wa kimfumo wa haki za binadamu nchini Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, ikiwemo mauaji ya halaiki ya mamia ya watu, utekwaji nyara kwa lazima na ufungwaji wa kiolela wa maelfu ya waandamanaji, walinzi wa haki za binadamu pamoja na makundi ya kiharakati. Wamesema serikali lazima itoe taarifa kuhusu hatima na mahali walipo watu wote waliotoweka na ihakikishe uchunguzi na kurudisha kwa miili kwa familia zao, walisema wataalamu hao. Vikwazo vyote vya kuripoti habari lazima viondolewe, kwani vinapingana na wajibu wa kimataifa. Wataalamu hao walisema uchaguzi ulifanyika katika mazingira ya wasiwasi kwa muda mrefu, ikiwemo ukamataji wa kiolela kwa viongozi wa upinzani, pamoja na sheria zilizoharibu uadilifu wa, wa mfumo uchaguzi, wa uchaguzi. Viongozi wa vyama viwili vikuu vya upinzani walizuiwa au walitanguliwa kushiriki uchaguzi huo na wengine walifungwa au kutoweka kimabavu kabla ya uchaguzi mkuu. Baada ya uchaguzi, maandamano yalizuka nchi nzima, hasa iliongozwa na vijana dhidi ya chama tawala. Hatua za serikali kwa waandamanaji zimekuwa za kinyama, zikihusisha matumizi ya nguvu za polisi na jeshi dhidi ya waandamanaji. Wataalam walisema kuna ripoti kwamba maafisa walipewa amri ya kupiga risasi ili kuua, wakati wa marufuku ya kutembea usiku. Idadi ya watu waliouawa nje na baada ya uchaguzi na kadiriwa kuwa angalau watu mia saba, huku makadirio mengine yakionesha maelfu, huku makadirio mengine yakionyesha maelfu ya waathiriwa wengine. Katika matukio hayo wametaja ripoti za kutisha kuhusu utoekaji wa miili kutoka maabusu na mazishi ya siri katika makaburi ya halaiki ya pamoja. Wanafamilia waliotambua miili wamedai kulazimishwa kusaini taarifa za uongo kuhusu sababu ya kifo ili wapate miili. Ukamataji holela na ufunguaji wa mamia ya waandamanaji walinzi wa haki za binadamu na wanaharakati wa jamii ulifuatwa na maandamano ya baada ya uchaguzi. Viongozi na waandamanaji wengine wa upinzani waliokamatwa zaidi ya 1700 wanakabiliwa na mashtaka ya mazito kama ya uhaini, njama ya kufanya kosa na wizi wa kutumia silaha. Walionya kuwa afisa mwendesha mashtaka wa umma alitumia kanuni ya no ambao wanaona itakuwa kizuizi kwa haki ya kesi. Wataalamu pia walisema kuzima kabisa kwa mtandao kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba 3, 2025, jambo lilozidisha mzozo. Kuzima huko kulipunguza sana uwezekano wa ulinzi wa haki za binadamu na waandishi wa habari kufanya kazi zao na kurekodi ukiukwaji, walisema katika ripoti hiyo. Wataalamu pia walionyesha Ripoti za ukandamizaji wa kimataifa ikiwemo ufuatiliaji mkubwa unaolenga ulinzi wa haki za binadamu na mashirika ya jamii yanayofuatilia ya ukiukwaji katika nchi jirani. Wametoa wito kwa serikali ya Tanzania kufungua uchunguzi wa haraka na wa kina wenye ufanisi kuhusu mauaji yote yaliyoripotiwa, utowekaji wa lazima na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. Wamebainisha kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi ili kuwajulisha umma na jumuiya ya kimataifa kuhusu sababu za maandamano na ukiukwaji wa haki za binadamu. Tume mpya inapaswa kuwa huru na itoe mapendekezo ya kuhakikisha uwajibikaji, haki na fidia, ikiwemo dhamana ya kutorudia na ushiriki kamili wa waathiriwa na mashirika ya kijamii, walisema katika ripoti hiyo. Kabla maandamano yalipangwa tarehe tisa Desemba 2025 Watana mwali wataka mamlaka na vikosi vya usalama vya Tanzania kuzuia ukiukwaji zaidi na kulinda haki ya watu kukusanyika kwa amani. Wataalamu wako katika mawasiliano na serikali kuhusu suala hili na wameelezea utali wao kutoa msaada kwa mamlaka ya Tanzania.